Ana mengi ya kutuambia siku ya leo, namna ambavyo NBC imemfanya kwa yeye kizazi smart fulani. Labda uniambie ni nini ambacho unakifanya au unaishije sasa hivi ambacho kina describe wewe ni smart student. Ni hapo. Jibu ni rahisi sana. Ndio. Ni NBC Kiganjani. NBC Kiganjani. Okay. Ukiwa na NBC Kiganjani basi na wewe pia utakuwa ni mtu smart. NBC Kiganjani inakusaidiaje kurani mambo yako wewe? Kwanza, NBC Kiganjani umerahisishia sana kwa sababu mimi mwenyewe natumia NBC student account. NBC student account. Yes, yes. Kwa kabla sijafika Kiganjani au kutumia huduma ya NBC Kiganjani lazima niwe nina NBC, uh, NBC student account. NBC student account inatumia kwa mambo mengi sana. Kwanza mm, kabisa napokea boom mimi kama mwanafunzi. Ndio. Ya, yeah, napokea boom yeah, na yeah, pia na Okay, mambo ya Netflix Prime eh. Yes. Ah, mpaka ada mzee, yeah. Umetisha sana yeah. Au tembei na wallet kubwa. Wallet limejaa, limeziba hapa, kila mtu anajua kwamba huko nimetoka kitambo sana. Ah mzee, okay, hongera sana. Sasa hivi bwana, mimi nipo huko. Ah, okay. Tutumia, hii ni visa card, NBC student account So, ukitaka kuwa smart tumia NBC student account. Mm, so, mm. NBC student account, NBC account ndio smart wako ulipo. NBC, daima karibu nawe.